ud tofauti. Watoto hapo walikuwa na bishana kati ya baba na mama, nani ni beta, yaani nani ni bora zaidi. Wengine wako upande wa mama, wengine wako upande wa baba. ko kwa msioelewa, walikuwa na bishana kuhusu baba na mama. Mwisho wa siku wakajua kwamba wazazi wote ni bora, sio baba wala sio mama ag